simi woye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Tanzania oye, nashukuru ndugu zangu, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, uongozi wote wa mkoa. Nitambue uwepo wafanya biashara hasa wa kiwanda hiki, tambue uwepo pia wa Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi ambaye ameungana nami kuja kuangalia kama ilani yake imetekelezwa ndivyo. Kwa hiyo tuko naye pia hapa lakini, niko na mawaziri, natambua uwepo wao, waheshimiwa wabunge na ndugu wananchi wa Simiyu. Nimejawa na furaha na faraja kuja kwanza, kuingia Simiyu na nimepokewa vizuri sana jana kila pahali, wananchi walikuwa wengi. Nawashukuru wananchi wote kwa mapokezi. Lakini la pili, faraja yangu leo, nimeanza kazi kwa kuja kufungua viwanda hivi, kiwanda hiki cha mabomba, lakini pia na kiwanda kinachochakata pamba, ambao ndugu yetu mheshimiwa Silanga, Silanga. Hey, mneki ndiyo uh, mmiliki um, wa viwanda hivi. Hii ni faraja sana kwa serikali. Nimetembelea kiwanda cha mabomba hiki na nimeona uh, kazi anayofanya, nimeona mabomba anayozalisha. Nimekuwa na maswali mengi ndani kuhusu quality, kuhusu madhubuti na mambo yote lakini nimejiridhisha. Na faraja nilionayo ni kwamba ndugu yetu huyu sasa ametufanya tusitumie fedha za kigeni kuagiza mabomba, kwa sababu yeye anazalisha hapa ndani, yeye pamoja na wenziwe wanazalisha hapa ndani. Lakini kubwa amewaza vizuri, kwa sababu kipa, kipindi hiki tuna miradi mingi sana ya usambazaji maji na kumtua mama ndoo kichwani. Na rasilimali kubwa tunayoitumia ni mabomba ambayo ndugu yetu huyu anazalisha hapa hapa. Kwa hiyo niwapongeze sana kampuni ya Moli Oils, uh, Milling. Kwa fikra hizo walizofikiria kuweka kiwanda hiki, lakini kiwanda cha kuchakata pamba. Na jana tulipokuwa tukizungumza na wazee waziri wa kilimo aliongea mengi kuhusu pamba. Ndugu zangu Wasimiu, kazi yetu kama serikali ni kushika zao moja moja na kulipandisha. Tumeanza kushika mazao kadhaa, korosho tumeipandisha kiasi kikubwa, kahawa tumepandisha kiasi kikubwa, hamwezi kufikiria hata mbaazi ambayo ilikuwa ni mboga tumeipandisha kwenye ulimwengu. Na sasa tunakwenda kwenye pamba. Nataka na niwaambie ndugu zangu wa Simiyu, hatua yoyote tunayochukua serikali ni kwa faida yetu, kwa faida ya wananchi wakulima wa pamba na kwa faida ya nchi yetu. Hakuna hatua tutakayoichukua inakuja kumuumiza mkulima, lakini kawaida mabadiliko yanakuwa na maumivu kidogo, na wanaumia zaidi ni wale ambao hawalimi wala hawaprocess, hawaongezi thamani ni wanunuaji kutoka huku kupeleka huku, huku. Ndio wanaoumia zaidi na ndio wanaofanya kelele nyingi zaidi. Kwa hiyo ni waombe ndugu zangu mkubali hatua tunazozichukua ni kwa faida ya nchi, ni kwa faida ya mkulima. Mkulima afaidike na nguvu anayoitoa kulima pamba, kama tulivyo wafaidisha wengine, wakorosho, tumbaku, uh, kahawa na mazao mengine ya chakula. Wote wamefaidi, na huku kwenye pamba tunataka tuipandishe pamba. Tunajua kwamba Simiyu zao kubwa la kiuchumi ni pamba, ukiacha mengine. Kwa ndugu zangu wa Simiyu, lengo la serikali ni hilo, na nimshukuru mwekezaji hapa wa ndani, amewaza kuongeza thamani angalau kwa hatua ya kwanza, lakini kwa hatua ya pili sasa tutanunua kwake, kuweka kwenye kiwanda ambacho tayari tunaanza kukijenga cha kutengeneza nyuzi za pamba. Tunataka kusitisha kuipeleka pamba yetu kama ilivyo kwenye marobota kwa wenzetu wakatengeneze nguo na watu wao wapate kazi. Tunataka pamba yetu tuitengeneze hapa hapa, ili watu wetu wa Simiyu waweze kupata ajira ndani ya mkoa huu. Kwa hiyo, hayo ndiyo malengo yetu serikali. Na baada ya kusema hayo, ni washukuru sana, nimpongeze sana mwekezaji wa ndani ambaye ameweka viwanda hivi viwili, na hii ndiyo kazi tunayoitaka. Watanzania ambao Mungu amewabariki vijisenti, wawekeze hapa ndani ili kutengeneza ajira na kukuza uchumi wa nchi yetu, ni kukuza uchumi wa nchi yetu sisi wenyewe, badala ya kutegemea mikopo na misaada kutoka nje. Tumejitahidi sana, tunakwenda vizuri, lakini nimpongeze ndugu yetu lakini waombe na wengine wafanye jitihada kama anazozifanya. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana ndugu zangu sana sana. Leo nipo ndani ya mji huu na nina miradi kama mitano sita ya kufungua. Na hii maana yake nini? Kwamba serikali imefanya kazi nzuri ya miradi ya maendeleo, na ndio maana leo nimejitoa ndani ya mji tu kufungua miradi kama sita hivi. Kwa hiyo nawashukuru sana ndugu zangu wa Simiyu kukubali miradi hiyo, kuisimamia na kujengwa kama ilivyotarajiwa. Baada ya kusema hayo, nawashukuru. Asanteni sana, asante sana. Ndugu wananchi, kukusanyika kwetu leo hapa ni kwa madhumuni ya kutoa shukrani na kumuaga ndugu yetu na rafiki yetu Dr. Kinumwi Adesina, rais wa benki ya maendeleo anayemaliza muda wake, rais wa benki ya maendeleo ya Afrika anayemaliza muda wake wa utumishi katika benki hiyo. Niruhusu nimshukuru kwa kuitikia mwaliko wetu na kuja kufanya ziara nchini wakati huu, akiwa wa yeye mwenza wake Grace na ujumbe wake. Nimefurahi pia kumwona meneja mkazi wa benki hii hapa nchini Dr. Patricia Lavery, ambaye amekuwa akishirikiana na serikali kwa karibu sana. Karibuni sana. Ndugu zangu, muda mfupi uliopita, kama ilivyoelezwa hapa, tulifanya ziara kutembelea barabara ya mzunguko inayojengwa ndani ya mji wetu wa Dodoma, lakini vile vile tulikwenda kuona maendeleo ya uwanja ujenzi wa uwanja wa ndege wa Msalato sana Waheshimiwa Mawaziri, Waziri wa Ujenzi na waziri wa uchukuzi na watumishi wao wote wa wizara zao kwa ujumla, kwa kazi mnayofanya kufuatili ya kufuatilia utekelezaji wa miradi hii ambayo imefikia hatua nzuri ya utekelezaji. Aidha, nakushukuruni sana wakazi wa Nala na Dodoma kwa ujumla kwa kujitokeza kwa wingi katika tukio hili. Dodoma oye! oh yeah.

wa kutegemewa katika safari yetu ya maendeleo ndugu yetu Dr. Deshina. Tumeshuhudia miradi mingi ya maendeleo ikitekelezwa kwa fedha za mkopo nafuu kutoka Benki ya Maendeleo ya Afrika. Miradi hii imesaidia sana katika kuifungua na kuiunganisha Tanzania kwa njia za barabara, anga na reli. Hali kadhalika iko miradi mingi mingine katika sekta mbalimbali mbali, kiwemo kilimo na nishati kote huko, Benki hii wametunga mkono kikamilifu. Ndiyo maana leo nilimwomba Mheshimiwa Deshina atembelee baadhi ya miradi ili ajionee matunda ya kazi yake nzuri. Uongozi mahiri wa Mheshimiwa Dr. Deshina umeleta manufaa na kuleta mageuzi ya kiuchumi na kijamii hapa nchi bali pia ndani ya Afrika kwa ujumla.